Tukifa tunaenda wapi? Bila shaka mtu yeyote huwa anajiuliza maswali kama haya. Je, kuna uwezekano wa mtu kuishi tena baada ya kifo? Kama tunaishi tena baada ya kifo, je, kumbukumbu kumbu za maisha ya zamani zinaweza kuingia katika akili ya mtoto akizaliwa tena? Katika video iliyotangulia, nilizungumza kuhusu dhana ya reincarnation. Mijadala kadhaa iliibuka katika comment, huku baadhi ya watu wakiipinga, wengine wakiiunga mkono. Hivyo basi nikaona niwatafutie mikasa mingi mingine, wanaopinga waweze kuelewa kwa kina, ili kuepusha migogoro kutokana na mitazamo hiyo tofauti. Karibu katika simulizi hili la kweli linalosisimua na la kushangaza mno. Unafuatilia Utafiti Media na sauti ni mwalimu Desire Professor. Dunia na maajabu yake. Uko ushahidi wa mwanasayansi mmoja, Daktari Ian Stevenson, bingwa wa tiba na mwenyekiti wa zamani wa idara ya afya ya akili katika chuo kikuu cha Virginia, Marekani. Huyu si mtu wa kawaida. Aliamua kwenda mbali zaidi ya tiba ya kawaida na kuingia katika ulimwengu wa roho, kumbukumbu kumbu na maisha yaliyopita. Katika utafiti wake wa kipekee aliweza kukusanya visa zaidi ya mia mbili za vya watoto waliodai kuwa wanakumbuka maisha yao ya zamani, maisha ambayo hawakuyasoma vitabuni, maisha ambayo hawakuishi katika mili yao ya sasa, bali katika mili ya watu waliokufa zamani. Miongoni mwa watoto hao, wengi walikuwa wamezaliwa na birthmarks. Birthmarks ni zile alama tofauti tofauti ambazo watu mbalimbali huzaliwa nazo mwilini. Mtu anaweza kuwa na baka jeusi mwilini tangu azaliwe na wala hajaungua au kuumizwa na kitu chochote kile. Hizo ndizo huitwa birthmarks. Basi daktari Ian Stevenson aliwahoji watoto mbalimbali wenye kuzaliwa na birthmarks za ajabu. Katika mahojiano yao, walizungumzia hizo alama walizo nazo mwilini mwao wakisema hayo yalikuwa ni makovu ya majeraha waliyoyapata katika maisha yao ya zamani kabla hawajazaliwa upya. Kwa mfano mtoto mmoja aliyekuwa na alama mbele na nyuma ya kichwa chake alidai kuwa aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani katika maisha yake ya zamani. Mwanamke aliyekuwa akikumbuka kikumbuka kwamba aliuawa kwa kupigwa shoka mara tatu mgongoni, kweli alikuwa na mistari mitatu mgongoni mwake, alama zisizoelezeka kitaalamu. Daktari Steven aligundua kuwa zaidi ya asilimia 35 ya watoto hao walikuwa na fobia kuhusiana na vitu vilivyosababisha vifo vyao vya awali. Fobia ni woga mkubwa juu ya kitu fulani. Mtoto aliyefariki kwa moto alikuwa na hofu kali na moto, yaani alikuwa na fobia sana mno na moto. Aliyefariki kwa maji alikuwa na fobia kali akiona maji, japo hakuwahi hata kuogelea. Lakini kuna visa vya kushangaza zaidi. Baadhi ya watoto aliozungumza nao walizaliwa wakivutiwa mno na tamaduni zisizolingana na familia zao. Mfano, mtoto anaweza kuzaliwa ni mweusi, yaani mwanaafrika kabisa kamili, lakini anapenda mavazi ya Kihindi au vyakula vya Kihindi, au pia anapenda mziki wa kabila ambalo hajawahi hata kulisikia. Mtoto wako anaweza kuzaliwa ni Mrundi au Mtanzania lakini akisikia midundo ya kimarekani anadata kabisa, na hata kama ni kwa lugha asiyoielewa, anajikuta ni rahisi sana kuukariri wimbo huo wa kimarekani. Sasa Daktari Stevenson kwa hili anasema kwamba mtoto huyo aliwahi kuishi maisha ya mtu wa jamii hiyo. Basi ngoja tuone kwa kina kisa cha mtoto mmoja, Semi. Kabla huyu hajazaliwa, mama yake aliota ndoto ya kutisha aliota mwanaume mmoja akiwa amesimama mbele yake uso ukiwa umelowa damu na akajitambulisha kwa jina la Selim Fesli. Ndoto hiyo ilimshtua mama yake kiasi kwamba jina hilo lilibaki akilini mwake kwa miaka mingi. Baada ya Semi kuzaliwa na kuanza kuongea kwa mara ya kwanza, alishangaza familia yake kwa kujiita Selim Fesli, jina lile lile alilolisikia mama yake ndotoni hali hiyo Iliwashangaza hata zaidi walipogundua kuwa jina hilo lilikuwa la mtu halisi kutoka kijiji cha jirani. Mwanaume huyo alifariki baada ya kupigwa risasi kwenye sikio la kulia, na ukweli wa mambo ni kwamba sikio la kulia la Semi lilikuwa halisikii vizuri tangu azaliwe. Akiwa na umri wa miaka minne, Semi alitembelea nyumba ya mjane wa Selim Fesli na kwa ujasiri mkubwa akamwambia, mimi ni Selim na wewe ni mke wangu Katibe kisha akamtaja mwanaume mmoja kwa jina Dibekli, wewe ndiye ulinipiga risasi. Ajabu sasa ni kwamba kwa miaka mingi watu wa kijiji hicho walikuwa wakimtuhumu Dibekli kuwa ndiye alimuua Selim, ingawa hilo lilikuwa bado halijawahi kuthibitishwa. Je, hili si dhihirisho la kurudi tena kwa roho? Je, maisha hayaendelei kweli baada ya kifo? Tafiti za huyu daktari Ian Stevens zitufungulie mlango wa kutazama maisha kwa jicho jipya, jicho la kiroho, kisayansi na kipekee. Asante sana ndugu mpendwa msikilizaji mfuataji, kwa kutazama hii video mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe hapo chini ujiandikishe, ili kupata visa vingine vya kusisimua kama hiki. Hii ni dunia ya siri, na sisi huangaza giza la ukweli usiojulikana. Ubarikiwe tena ufanikiwe.